Kwengineko ni kwamba wakazi wa kaunti ya Makueni walioathirika na mafuta yaliyomwagika katika eneo la Thange watasubiri hadi mwezi ujao kujua athari ya mafuta hayo kwa afya yao, maji, mimea na hata mifugo. Ma, mamlaka ya mazingira NEMA imesema kuwa itashirikiana na serikali ya kaunti ya Makueni kutafuta haki kwa wakazi walioathirika. Aidha, mafuta hayo yalimwagika kutoka kwa bomba la mafuta la kampuni ya Kenya pipeline miaka kumi iliyopita. Shinikizo limeendelea kutolewa kwa serikali kuchukua hatua ya kuwafidia wakazi wa eneo la Thange na kuangazia uchafuzi wa mazingira katika eneo hilo kufuatia kumwagika kwa mafuta miaka kumi iliyopita.

We akionekana kujibu kilio hiki, afisa mkuu wa mamlaka ya mazingira NEMA, amesema mamlaka hiyo inashirikiana na serikali ya Makueni na jopo lililoundwa kuchunguza upya athari za mafuta hayo ili kuhakikisha tatizo hilo linapata suluhu sawia na kusafisha eneo hilo.

Gavana Mutula Kilonzo Junior wiki iliyopita aliunda jopo la kuchunguza upya madhara ya mafuta hayo kwa wakazi, mifugo, maji na mimea, ripoti ya kwanza ya jopo hilo ikitarajiwa kutolewa baada ya mwezi mmoja. Michael Mtinda, runinga ya Citizen Makueni. Baada ya taarifa hiyo, tunakwenda mapumzikoni kidogo, tunarejea hivi punde na taarifa zaidi.